Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Na naitwa Kiria Laizer na mwenyekiti wa CCM mwenye wa wilaya, na kwa muda huu sasa nimeamua kukaa pembeni kidogo kupisha zoezi la kidemokrasia ndani ya chama chetu, na mimi nimeamua kuti, na leo rasmi nimechukua fomu nitaenda kujaza, hatimaye kusubiri utaratibu wa chama changu kiendelee na mimi nimeamua bila kushawishiwa na mtu yeyote kuchukua fomu ili tukafanya mabadiliko ya kweli, maendeleo ya kweli ndani ya jamii yetu, tutoke katika hatua ya maendeleo ambayo bado tuko nyuma sana kwenda katika hatua nyingine nzuri ya maendeleo zaidi. Kwa lengo langu kubwa ni kuhakikisha kwamba kama chama changu kijiniteua kunipa ridhaa ya kugombea ukunzi ndani ya jimbo la Simanjiro Ajenda yangu namba moja ni ajenda ya elimu kwa jamii ya Wanasimanjiro ili tuweze kuendana na dunia ya leo. Bado tuko nyuma sana kimaendeleo, na tunahitaji spidi ya hali ya juu. Na jambo lingine ni kuhakikisha kwamba amani na utulivu tunaendelea eh, tunaendelea kushamili ndani ya jamii yetu, ndani ya wilaya yetu, umoja na mshikamano na wananchi kujituma, nikiwa mstari wa mbele kwa kuonyesha njia sahihi na kuhakikisha kwamba wanajituma kwa ajili ya maendeleo yao. Na hatua vizuri na serikali yetu kuhakikisha kwamba dhamira njema ya serikali ya kuwaletea wananchi maendeleo